Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, kufuatia sakata la kesi ya Haji Manara na, na mke wake Zailisa dhidi ya Maimartha wa Jesse, ni kwamba mambo yanazidi kuwa magumu kwa namna moja au nyingine, kutokana na kwamba hii situation imeonekana wazi kwamba Manara yuko serious, anataka kulipwa fidia ya takriban pesa za kitanzania bilioni moja kutokana na yale mazungumzo ambayo yameyafanya huyu mwanadada Mai Martha kuhusiana na kapo ya Manara na mkewe Zailisa kwamba wameachana. Kwa mujibu wa Manara anasema kwamba iwapo kama kwa mujibu wa faini ambayo mwanasheria wake ameitaja hiyo ya bilioni moja za Kitanzania, iwapo kama Maimartha atashindwa kuilipa, basi taratibu nyingine za kisheria zitafuatwa ikiwemo. Kwa mujibu wa mtangazaji ambaye alikuwa akimuoji Manara, akasema kwamba kwa mujibu wa mwanasheria alichokizungumza ni kwamba ikishindikana kulipa hiyo bilioni moja moja kwa moja kutakuwa na kifungo cha takriban miezi sita kwa mshtakiwa ambaye ni Mai Martha, na of course, kwa upande wake Manara amesema kwamba yeye hilo hataki kulijua, lakini ni kwamba lazima kesi iende iungurume mpaka itakapofikia kikomo. So ni kwamba my, Manara alisikika akisema kwamba atakaposhindwa kuthibitisha e, nitaongeza pawa kubwa, yaani nitafanya kazi ya Kipare, nitauza ng'ombe kwa kesi ya kuku lakini nitaongeza pawa kubwa ili iwe fundisho kwa watu wanaotumia kinga ya uongo e, kwamba wao ni waandishi wa habari kudhalilisha wenzao. Utaona baadaye nchi itabadilika. Itaseti, nita, nitaseti standard. Alisema hivyo Haji Manara katika mazungumzo maalum ambayo aliyafanya na wanahabari wa media yake. So, kutokana na hayo aliyoyazungumza Manara ni kwamba watu wamekuja kuweka hapa maoni yao katika comment section. Kuna wadau hapa wamekuja kuweka maoni yeah. So, kwa mujibu wa comments hapa, watu wengine wamemunga mkono kile ambacho amekizungumza Haji Manara. Kwa mfano kuna mdau hapa amesema kwamba bwana, nakubali, Haji muonyeshe huyo mshenzi. Kwa mtu mwingine anasema kwamba kuna mtu hapa amekuja amecomment, bwana, ila wewe jeshi la magereza likakusamehe Tuka eh tukakueleza, ukaamua na kutublock. Okay, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa, bwana, kwenye ni kweli kabisa, amburuze huyo eh, huyo shambenga mmoja na mdomo wake mrefu. Kwa mtu mwingine hapa ameandika kwa bwana, hii kesi naomba eh, naomba ushinde, machawa wapungue hapa mjini Manara. So kuna watu naona wamekuwa wakimsapoti Haji Manara kwa maamuzi ambayo ameyafanya dhidi ya Maimartha wa Jesse, kama tulivyosoma shauri ambalo limetolewa na mwanasheria wa Haji Manara katika video iliyopita, kuhusiana na hayo E, malipo ya fidia ambayo anatakiwa Maimartha ayalipe kwa Manara takriban bilioni moja za Kitanzania. Lakini haikuishia kuishia hapo. Manara ameendelea kuzungumza kuhusiana na madhara ambayo amekutana nayo mara tu baada ya yeye e, ni kwamba Manara amezungumza kuhusiana na athari ambazo amezipata mara tu baada ya yale mambo ambayo Maimartha ameazungumza kuhusiana kwa na kwamba yeye na Zailisa kwamba wametengana. Kwa mujibu wa, wa Manara anasema kwamba kuna baadhi ya kampuni ambazo amekuwa akifanya nazo kazi kwenye upande wa brand deals ambazo zimeonyesha wazi kabisa kwamba zimemdrop. Eh, kwa mujibu e, wa Manara anasema kwamba kuna kampuni zimemsimamisha kwa muda kutokana na kwamba yeye na Zailisa, kuna baadhi ya makampuni ambayo walikuwa wanafanya kazi pamoja. Yaani yeye na Zailisa, walikuwa wamepata ubalozi. Eh. Yeah. Ya, so Manara ameweka wazi kwamba Eh, kwa hiyo hizo baadhi ya kampuni ambazo yeye na Zailisa walikuwa wamepata ubalozi katika kampuni moja kuzibrand eh, ni kwamba ziliwatumia barua mara tu baada ya hizo habari za Maimartha ambazo wamezitangaza kwamba wametengana, wametumia barua kwamba wamesimamishwa kwa muda. Kwa hiyo, hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vina affect eh, reputation, branding, lakini pia vile vile swala la revenue. Yani, tukisema revenue, tunamaanisha kwamba swala la mapato. Umeona, so hivyo ndivyo situation ilivyo. So moja kwa moja ni kwamba Manara bwana amesikika na page hapa, page yake hapa imeposti, wakaandika kwamba CEO wa Manara TV Haji Manara amesema kwamba baadhi ya kampuni zimesitisha kufanya kazi kufuatia kauli chafu zilizotolewa na mtangazaji Maimartha wa Jesse katika mitandao ya kijamii za kumchafua yeye na mke wake Zailisa. Manara amesema kwamba kitendo cha Maimartha hakitoshi tu kuomba radhi hadharani kwa mashabiki bali pia na makampuni ambayo anafanya nayo kazi yeye na mke wake kutokana na athari kubwa ambayo ameipata kwa baadhi ya makampuni kusitisha kufanya naye kazi umeona. So hivyo ndivyo Manara alivyoliweka wazi hili swala kwamba ameonyesha dhahiri kwamba kuna damage ambayo imefanyika au imetokea katika upande wa makampuni pia ambayo yeye amekuwa akifanya nayo kazi. So wadau mbalimbali pia wamekuja hapa kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa kuna mtu anasema, bwana, mimi sio Mungu ila Manara swaumu hana, anaongopa mchana kweupe. mm -hmm. <laughs> Kwa sababu bwana, sasa kampuni zimesitisha mkataba kisa Manara ana mpango wa kuoa mwanamke mwingine au kuna kingine kinachoendelea? Kuna mtu ameuliza amesikia Clouds Media wanasema kwamba anash, anash, anashahidi, anashahidi. Sasa pelekeni mahakamani eh, huku inasemekana kwamba Maimartha yuko na shahidi. Kwa hiyo hiyo issue sasa iende mahakamani bwana, huyo ni mfano kwa wengine

story ambavyo inazungumzwa inaonyesha kwamba Manara kweli yuko serious na hili swala, na kweli anataka afanye maamuzi hayo ambayo ameamua kuyafanya. Kwamba anachokitaka yeye bwana ni kwamba alipwe fidia kwa yale ambayo Mai Martha ameyazungumza. Kwa upande wake yeye ameona kabisa kwamba yamemkwaza na sio ya kweli, na pia vile vile yameharibu brandi yake kwa namna moja au nyingine. So, it is what it is. Tunazidi kulifuatilia hili swala la hii kesi ya Maimartha na Haji Manara. Tutazidi kukupa update kuhusiana na hii kesi kwamba itafikia wapi na nini ambacho kitaendelea kuhusiana na kesi hii iwapo kama kweli zaili, sorry iwapo kama kweli Maimartha atalipishwa bilioni moja na Manara au atashindwa kulipa, atasamehewa, au ataomba radhi, au ataenda jela miezi sita, kwa hiyo, au atashinda kesi. Kwa hiyo tutaifuatilia kadri ya siku zinavyozidi kwenda na kadri tunavyozidi kupata updates. Lakini kwa hiki ambacho kinaendelea, hebu tuweke maoni yako bwana, katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha basi una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi kama ilivyokuwa kawaida, hapa hapa Trend TV. Kwa hiyo ukisubscribe, utakuwa unapata update on time, kila pale unapopandisha update mpya, unakuwa wa kwanza kabisa kupata kwayo. kwa hiyo hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.